Thamani ya uzoefu. Injini kubwa ya meli iliwahi kuharibika na hakuna mtu aliyeweza kuirekebisha. Kwa hivyo, wamiliki walimpigia simu mhandisi mzoefu mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka thelathini. Aliichunguza injini kwa uangalifu, akatoa nyundo ndogo, akagonga sehemu moja na mara moja injini ikafanya kazi. Wiki moja baadaye, alituma bili ya shilingi milioni ishirini. Mmiliki alishtuka kwa kugonga mara moja tu? Aliuliza. Mhandisi alitabasamu na kusema, kugonga kwa nyundo kuna gharimu shilingi milioni mbili. Kujua wapi pa kugonga, hiyo ni milioni kumi na nane. Funzo, hulipi kwa dakika, unalipa kwa miaka ya kujifunza, uzoefu na ustadi nyuma ya kila hatua. Thamani ujuzi, heshimu utaalam, kwa sababu utaalam haujengwi mara moja, hupatikana kupitia wakati, juhudi na hekima. Usisahau, unapaswa kuheshimu ujuzi wako.